Fungua hii semina ambayo imeandaliwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji kwa maana ya Ewura hapa mkoani Mwanza na nimeelekezwa kuwa kwa kwamba uh, ingawa semina inafanyika hapa Nyakahoja wilaya ya Nyamagana lakini inajumuisha mafundi kutoka kote uh, ndani ya mkoa wa Mwanza na nje ya mkoa wa Mwanza. Wakati najitambulisha nimesikia angine Geita na mtu nimesikia Tarime nimesikia si nime nime ndivyo. Kwa hivyo kwa hilo niwapongeze nime na nimeelekezwa kwamba semina hii itawajengia uwezo wa mafundi umeme na namna bora zaidi ya kufanya kazi zao ili kuhakikisha kuwa huduma zao zinakuwa salama, bora na zinafanyika katika viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Ndugu wataalamu wa mfumo wa umeme, tutambua kwamba mwaka 2008 na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lipitia sheria ya umeme ambapo kifungu namba nane, kifungu kidogo cha c- cha H cha sheria hiyo kinaelekeza kwamba kazi zote za ufungaji wa mifumo ya umeme iwe nyumbani, viwandani, ama sehemu zingine za biashara zifanywa na mtaalamu aliyeomba na kupewa leseni na mamlaka husika, na kwa hili leseni inatolewa mamlaka ya Ewura, si ndivyo mzee? Kwa lengo kuu la kudhibiti huduma za ufungaji wa mfumo wa umeme ni kuhakikisha kazi hiyo inafanywa kitaalam na wale tu wenye ujuzi na weledi katika fani ya umeme ili kuhakikisha mtumiaji wa huduma hizo usalama na ubora wa huduma yenyewe ni wataalamu, ni mafundi, ni wajenzi au sivyo? Hmm. Uundwaji uh, wa mamlaka za udhibiti wa Ewura yeah, ni kielelezo cha utekelezaji wa kanuni za utawala bora yenye lengo la kutenganisha majukumu ya kuandaa sera na kusimamia utekelezaji wake kwa upande mmoja na yale ya udhibiti kwa upande mwingine. Kwa hiyo kazi zenu ni kazi ambazo ni kazi nyeti zinazopaswa kuwa na usimamizi mkubwa wa hali ya juu, kwa sababu kazi ya umeme isipofanyika vizuri ina uwezo wa kuleta maafa, tena maafa makubwa lakini kazi ya umeme ikifanywa vizuri ina uwezo wa kuongeza uzalishaji na kuleta tija kwenye taifa au sivyo jamani? Eh, ukienda kwenye mashule, nilikuwa namwambia meneja wa kanda, nikamwambia mimi kule Magu, kwa mfano, kwenye vikao vyangu vya kamati ya usalama majuzi tu nimetuma mtu wa zimamoto na uokoaji na watu wa TANESCO pamoja, nikamwambia waanze kupita kwenye taasisi zote za umma, mashule, malini kwenda kuangalia mifumo yote ya umeme imekaa namna gani. Sasa so, tunajua ndio, hata kama ilifungwa vizuri, lakini kule tuna watoto sasa, wengine wanakibua, anafunga hapa, anafunga hita, yunganishia kwenye redio kwa namna gani, anafanyaje? Basi tumesoma shule kwao, tunayajua. Kwa hiyo niwaambie wapite mara kwa mara, ili tu watu tuhakikishe kwamba mambo yetu yako nini, jamani, sawa sawa sawa sawa, kwa sababu unaweza ukachukulia poa, lakini kesho na kesho kutwa ukasikia bweni limewaka moto, alafu wamefariki watoto wanne watano au kumi. Then obviously Eh, sisi mamlaka nini jamii, wazazi, shule, wote tunakuwa kwenye hali ya taharuki, kwa sababu hicho hiyo short ndogo in inaweza kaleta maafa makubwa. Anaweza asife mtoto, lakini ukashangaa magodoro yote ya shule yameungua moto, au blanketi, vifaa, vitu gani, madaftari, vitabu. Kwa hiyo mnajikuta mmerudi nyuma, merudi nyuma, kwa sababu tumeharibu mali, lakini hali kadhalika eh, utoaji wa huduma ya elimu kwenye wanaohusika na kwa mmerudi nyuma, au kwa mfano moto kwa hospitalini kwa kutibiwa, kuna watu wako hapa wanaendelea kutibiwa, kuna watu ni wagonjwa wako, kuna kina mama wanajifungua, kuna alafu moto unawaka. Maana yake obvious, hii kazi mnayoifanya pamoja, kwa mnaichukulia poa, sio kazi ya kuchukulia nini jamani, sio kazi ya, ya kuchukulia poa. Kwa hivyo, uh, kazi zenu ni za muhimu sana, uh, katika ustawi wa uchumi wa nchi, kwa sababu hii kazi inapaswa kufanywa kwa weledi wa hali ya juu, ili kulinda usalama wa maisha ya watu na mali zao, kwa sababu kazi za umeme zinaweza kuleta madhara ikiwa zitafanywa chini ya kiwango au fundi asiyekuwa na utaalamu huo. Kwa, kwa ndugu zangu, ilo, kwa sababu na hilo kuna maelekezo ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa ametoa na mimi naomba niatoe kwenu hapa. Kwa sababu nimekuja kumwakilisha yeye. Kwa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa hapa, moja na vyombo vyake vinavyomsaidia kazi na sio saidizi wake, ametoa maelekezo kwamba ni marufuku ndani ya mkoa huo Mwanza kwa fundi umeme kutumia leseni ya mtu mwingine kufanya kazi za umeme na nikosa na leo kwa kwa lakini hali kadhalika ameweka marufuku kwa mtu ambaye hana leseni ya ufundi au hajapewa leseni mm -hmm, na wenzetu wa Ewura kujihusisha na shughuli zozote za ufungaji wa mifumo ya nini, jamani, ya yeah, umeme. Yeah, umeme kwa okay, maana yake ni kwamba ninyi mlioko hapa mkoa mm -hmm, wa Mabalozi wazuri mtuambie ni akina nani huko Kisesa akina nani huko Magu na maeneo mengine ambao wanafanya kazi hizo za ufungaji wa mifumo ya umeme kwenye manyumba ya watu, kwenye taasisi, kwenye viwanda, kwenye nini Unaongeza kwa kubwa sana viwanda na viwanda Mwanza tunaona. Mimi natoka wilaya ya Magu kila siku naviona barabarani bila. Kwa hiyo ni marufuku kwa watu wasio kuona leseni. Kwa maana ya watu ambao watambuliki na mamlaka. E is, is mamlaka. Mpito, na tarifa, na na kwa maana ya watu ambao sio sehemu ya program hizo za mamlaka. Hiyo si chana shughuli hizo. Kwa nini nitoe rai kwenu, mpite huko mkiona, mtoe taarifa na mtoe taarifa kwa mamlaka hizo ambazo ziko mbele. Na kuhakika kwamba kwa sababu kama mmeweza kuitikia wito na kushiriki kwa wiki, maana yake hapo mawasiliano mnayo. Lakini hali kadhalika, serikali ofisi za serikali zipo kila mahali. Kwenye ngazi ya vijiji, kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya tarafa mpaka kwenye wilaya na mkoa. Kwa hiyo, toeni taarifa ile wale watu ni vishoka ambao pengine mnafikiri hawana leseni au utaalamu wa kutosha. Hawajathibitishwa kuweza kufanya kazi hizo ili tuweze kudhibiti. Lengo ni nini? Lengo sio kumzuia Mtanzania kupata kipato. Lengo ni kuhakikisha kwamba mifumo hii ya umeme, kwa sababu ni mfumo wa inafungwa na watu wenye nini, jamani wenye si? Sifa. Au sifa. Kwa yule mtu ambaye anafikiria anafikiria ni fundi ukataramia aje basi huku, ili aweze kuchekiwa, ili aweze kupata leseni, au sivyo, leseni si zinatoa nyinyi? a auni maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Mwanza.